Mm. Labda ingetokea Diamond kamchokoza hata insta story huko mm, au kwenye show akamtaja kidogo akabaluza karejee kauli ya majizo, mm. Haikuwa kauli mbaya, unaelewa eh? Mm. Ni kauli tu ya kutoa mifano kwamba yani ile kwenye kujenga akataa tu, mfano Diamond wasanii ambao akawasaidia, uwezi mkwepa akonde, lazima utamtaja, afu unajua so, kama wanakuja kukataa eh. Kile So, kwenye pointi yako tu bwana, mimi sitaki mnizungumzie yeah. Hiyo unapoanza kuchimba tena kuzungumzia masuala ya Ibrahim, masuala ya Angela, unatuchanganya sasa yeah. hmm. Lengo lako lilikuwa ni nini sasa Esco? Mimi ambacho nilivyomsikiliza Monize ni mpaka kuzungumza hayo mambo ambayo hmm. ameatulia kama mfano cha kwanza, namwelewa ni kwanini alireact juu ya ya comment ya majizo. Hicho ndicho nakisema. Sababu ambacho alikuwa anatolewa fafanuzi ni kwamba hataki kuhusishwa kwa jina lake kwa namna wote mtu wote anapokuwa anamzungumzia, yani asihusishwe jina lake kwa kivuli cha, cha jamaa si ndio ndo, e, ndo maana aliweza kuzungumza hivyo. Cha pili ulichokuwa unasema kwamba amekuwa analeta na, ku, na kurudisha, yani kama ana msimamo. Tunafahamu maisha ya muziki wa Tanzania, wasanii ni wanafiki. Yani usikamwamini mtu hata siku moja. Linapotukia linatokea hata kama kuna kuna tuzo zinafanyika sehemu and then waka, waka, awa watu wakahusishwa wanaweza tu wakafanya kitu chochote kati ya mmoja wapo kuonyesha kwamba yo we good na nini, lakini baada unao umezungumza hizo, tumesahau kama revive, mpaka mpaka Ikulu siku moja kwa pamoja, mpaka kapostiana hizo stories. Unakumbuka hiyo moment yeah? nakumbuka yeah. Yani kwamba like maisha unafiki, hata kama kwenye muziki watu wanajua mimi nachukua na mtu fulani ama mtu fulani anipendi, lakini at least tukaoneshwa kwa umma pale ambapo tunakutana, labda tukabana au tuchuniane, amna, wewe ni adui yangu, then let's vibe in a positive way for now. lakini, later on, inafahamika vipi ambavyo ukasema fedha, lakini pia lebo yake kuwa chanzo cha jamaa siku kufa hii kudanganywa kwa u, nani wasanii wake kurubuniwa kama ambavyo amesema, lakini pia Tay mwenyewe alikuwa anasema kipindi kile kwamba sijui jamaa alikuwa ataki zile movement ambazo alikuwa nazo kujipush mwenyewe na nini, akawa anachukia na nini mpaka kuona kwamba katulia. Kama sema mfano ni kwamba anasisitiza kwamba yaani, mimi kwa sasa hivi ni kama hayupo tena rohoni, ama si sihitaji hizo mambo kuhusishwa. Eh, ni kutokana na kwamba vitu ambavyo ame experience na ndio maana <laughs> mimi nikasema mtu unaweza kufanya yani, tunaweza tuka experience tume vibe kwenye mambo 100 ambayo ni mema umeyafanya, lakini unapokuja kuzingua yani, kitu hasama sijui watu waga nachukulia